Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. yanayosemwa na majimbo haya yametokea kwa Tanzania nzima. Na ni kwa, kwa uwezo na shani ya Mungu na jaala ya Mungu haya yameweza kutokea, kwa kutufungulia njia, kutupa maono na mawazo na uwezo wa kuona tufanyeje ili haya yatokee. Sasa, ndugu zangu, kama ni maendeleo, Tanzania ina maendeleo. Kama ni utashi wa kisiasa, utashi wa kisiasa wa kuleta maendeleo ndani ya Tanzania upo na utaendelea kuwepo. Niwaombe ndugu zangu, tutunze sifa ya nchi yetu, amani na utulivu. Tulete utulivu wa kisiasa, nchi yetu ibakie kuwa na amani ili Tusilazimishe vyombo hivi vya ulinzi na usalama kufanya mengine, tutulie, tufanye kazi zetu, tulete maendeleo Tanzania. Mmemsikia balozi hapa wa Ufaransa ameisifu sana Tanzania tulivu, na kwa sababu ya utulivu wetu maendeleo yanayoendelea wao wako tayari kutupa ruzuku na mikopo zaidi, ili maendeleo zaidi yafanyike. Tukianza kutawanyana hapa, hakuna litakalofanyika